Linaloongozwa na Askofu Gwajima. Hatua hii ya kulifungia kanisa lote nchi nzima ni batili, maana inawakosesha fursa waumini wa kanisa hilo kuabudu Mungu wao. Sasa msajili amejifanyia. Kwa hiyo tunaenda mahakamani kupinga hilo, kwa sababu tukiacha haya mambo, kuna mtu mwingine na mwingine na mwingine atafanyiwa. Kamati kuu imepokea taarifa kuhusu hatua ya serikali kulifungia kanisa la Glory of Christ Kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Gwajima. Hatua hii ya kulifungia kanisa lote nchi nzima ni batili, maana inawakosesha fursa waumini wa kanisa hilo kuabudu Mungu wao. Alichokisema Askofu Gwajima na kupelekea serikali kuchukua hatua za kulifungia kanisa ni ukweli mtupu kuwa suala la utekaji na uwepo wa magenge ya uhalifu ndani ya mfumo wa vyombo vya ulinzi na usalama linahatarisha amani ya taifa letu na lazima likomeshwe. Serikali na vyombo vya dola lazima viwajibike, na sio kuzima kelele na vilio vya watanzania ambao ndugu na rafiki zao wamepotezwa na kuuawa. Hivyo tu tunaiambia serikali ilifungulie kanisa la Glory of Christ haraka ili kuwapa fursa waumini wa kanisa hili kufanya ibada kwa uhuru. Tunawasihi pia viongozi wote wa dini watoke hadharani kukemea vitendo hivi vya utekaji kwa sababu wanaotekwa ni waumini wa dini mbalimbali mbali. Mwisho, ninawasihi kabla ya mwisho hii ni nchi pekee duniani ambayo mtu anatoka kukemea uovu anaadhibiwa. This is a high level ya impunity. Yampunit, kwani kanisa na misikiti kazi yake ni nini? Si ni kukataa maovu, ni kuhubiri ili watu waokoke waende mbinguni. Kuteka watu ni jambo jema? Ni jambo la kimungu? Sio jambo la kimungu kuua watu Sheria zipo kama mtu anakosa akamatwe, apelekwe polisi, apelekwe mahakamani. Ndio wanachosema utawala wa sheria. Kuua watu eh, kihuni, kidhalimu, kuchukua judgment ya kuua watu ni jambo la kimungu? Watu wanajipa majukumu ya kuua watu. Tunazungumza kuhusu Beni Sanane, ni zaidi ya miaka minne mitano. Tunazungumza kuhusu Azori Gwanda, mwandishi wa habari mwenzenu tunazungumza kuhusu e, e, wakina Mrai, wakina Deus Dedit Soka, kijana wa miaka 25, ambaye mbele yake kulikuwa na dreams kubwa. Tunazungumza kuhusu Kaswahili. Tunazungumza kuhusu Mdude Nyagali. Tunazungumza kuhusu Shadrack Chaura. Tunazungumza kuhusu hata mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM bwana Daniel Chonchori amechukuliwa. Watu wanatekwa, leo askofu anatoka anakemea utekaji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 kwamba labda chama kimefanya matumizi ya hovyo ya fedha, na mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali amekagua na ametoa ripoti kama vile mnavyosikia sasa hivi. E, ripoti ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali inasema serikali ya Rais Samia imefanya matumizi yasiokuwa na tija ya bilioni mia tano sabini na moja. Sasa kama mkaguzi, tungekuwa na hati chafu au fedha zimetumika vibaya au na jambo kama hilo, kwa mujibu wa kifungu cha 18 sita hapo tu ndio anapopata mamlaka ya kuzuia ruzuku na na, na, na process sio hiyo, kwamba anakaa tu nyumbani kwake anasema nimezuia ruzuku. Process atatuandikia sisi barua ya kutaka tushow cause, na hii pia inaenda mpaka kwenye board of trustees. Sio sio chama tu, kwa sababu chama hiki ni, ni mali ya, ya ya, ya, ya, ya board of trustees. Sasa board of trustees ishow cause na chama kishow cause kwamba kuna matumizi ya hovyo na kwa kutumia ripoti ambazo ziko audit za mkaguzi na mdhibiti mkuu za serikali. Sasa msajili amejifanyia. Kwa hiyo tunaenda mahakamani kupinga hilo, kwa sababu tukiacha haya mambo kuna mtu mwingine na mwingine na mwingine atafanyiwa hivi si. Msajili hana mamlaka ya kubatilisha maamuzi halali ya vikao vya chama kwa mujibu wa katiba ya chama chetu. Msajili wa vyama vya siasa sio mamlaka ya rufaa na sio chombo cha kupokea malalamiko yoyote kwa masuala ya chama na wanachama wa chama cha siasa. Kama kuna mwanachama wetu amefanyiwa, eh, kwenye, kwenye chama humu, mtu anaweza kugombea ngazi ya wilaya au hata ngazi ya kata pale kwenye maamuzi akafanyika maamuzi, labda ameona mtu ametoa rushwa, labda na vitu kama hivyo, katiba yetu inakutaka ukate rufaa. Kama wewe ni ngazi ya kata, ukate rufaa kwenye wilaya, na mamlaka ya rufaa itapitia, mamlaka ya wilaya itaati kama chombo cha rufaa, itapitia malalamiko yako na ita itafanya nini? Itatengua au itaendelea kuapholdi hayo maamuzi hivyo hivyo kwenye ngazi ya wilaya, kama kuna mtu analalamika anaenda ngazi ya mkoa. Kwenye ngazi ya mkoa anaenda ngazi ya kanda. Chama chetu kime stipulate vizuri sana, mamlaka haya yana mgawanyo wa mamlaka kwenye wilaya, kwenye kata, kwenye mkoa na kwenye taifa. Kama kuna mtu ana malalamiko kwenye ngazi ya kitaifa, anaenda anaenda anakata rufaa labda kama ni baraza kuu, anakata rufaa kwenye mkutano mkuu. Kwa hiyo ndiyo maana tumesema msajili sio mamlaka ya rufaa na sio chombo chochote cha kupokea malalamiko, kwa mambo yametufanya twende mahakamani maha. Hivyo chama kinachukua hatua hii kwa lengo la kuweka kumbukumbu sawa kuwa msajili wa vyama vya siasa hana mamlaka ya kupokea na kusikiliza malalamiko ya wanachama dhidi ya uamuzi wowote uliofanywa na chama cha siasa e, kama alivyofanywa. Mbili, hatujaridhika na maamuzi ya msajili wa vyama vya siasa kubatilisha maamuzi ya chama ya tarehe 22 na mbili, natal, e, Januari 25. Sasa hapa mnisikilize vizuri tena. Hata hivyo, kamati kuu kwa kutambua mazingira magumu ya utaratibu wa sheria kutozingatiwa katika nchi hii mabano impunity, na nawasihi sana watan, wa, waandishi wa habari ni muhimu sana nkasaidia Watanzania kwenye nchi hii, kwa sababu kuna mambo mengi sana y vizuri.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 tze at gmail com top 1 college of health and allied science we are the way to your success